Sababu so, hata padri anapofanya ibada ya misa hapa anawakilisha Kristu. Kwa Kiingereza tunasema hata Kristu, Kristu mwengine, Kristu mwengine. Na huyu Kristu mwengine anapaswa kumuiga Kristu halisi katika matendo, katika maneno, katika kazi aliyoifanya Kristu. Kwa hivyo, hivyo ndivyo sisi ambao tumeitwa wote ya utumishi tumealikwa. Na baada ya kuosha miguu, Kristo aliwaambia, na fanyeni nyinyi, fanyeni vivyo hivyo, vile ambavyo tumefanya kwenu, na nyinyi nendeni mukafanya kwa wengine. Nendeni mukawe watumishi kwa watu wengine. Nendeni mukawasaidie. Nendeni mukawatendee matendo mema ambayo mmeona kutoka kwangu. Nendeni mukawe Kristu wengine kwa wale ambao wamegandamizwa, kwa wale ambao ni wa ni masikini, kwa wale ambao wako vizuizini, kwa wale ambao wanapitia mambo magumu katika maisha yao. Nendeni mukawe fani